Arap Turukat shujaa kutoka milima ya Nandi aliyetabiri yajayo. Chini ya milima ya Nandi aliishi mtu mmoja, kiongozi wa kiroho, shujaa na mtabiri, aliyesaidia jamii yake katika karne ya 19. Kimnyole Arap Turukat alishika hata nia utawala wa Wanandi, akisaidia jamii hiyo kupambana na Wamaasai. Arap Turukat alikuwa ni zaidi ya kiongozi wa kijeshi, alikuwa ni nabii aliyeweza kung'amua yale yatakayotokea kupitia uwezo wake huo Arap Turukat aliweza kutabiri ujio wa jamii ya watu weupe na nyoka wa chuma njia ya reli ambayo iligawa ardhi yao. Hata hivyo, shujaa huyo alilaumiwa kwa kushindwa kutabiri kuhusu ugonjwa wa sotoka ulioathiri ng'ombe mwaka 1888. Kilichoudhi zaidi jamii yake ni kuona ng'ombe wake kusalimika na ugonjwa huo mwaka 1890. Kimnyole alipigwa na mawe hadi kufa na watu wa jamii yake, hatua iliyopelekea anguko lake. Kifo chake kiliamsha mgogoro wa urithi kati ya watoto wake Koitalel Arap Samoei na Kipchomber Arap Koilege. Kipchomber alishindwa katika ugomvi na kumlazimu kukimbilia Kipsigis na kufanywa kiongozi wa kwanza wa kimila, yaani Orkoiyot. Hata hivyo, kulikuwa na mwanzo mpya kwenye jamii ya Nandi iliyoongozwa na Koitalel Arap Samoei.